kodai ya kidawendui ambapo jumla ya shilingi milioni tisini na tano zimeshatumika na, zimesha na kwa sasa wanafunzi wanasoma hii imewapunguzia adha wanafunzi kutembea umbali mrefu kwenda sekondari za kata za jirani namba mbili ujenzi wa chuo cha veta ambao umegharimu jumla ya shilingi bilioni 3.18 na kwa sasa chuo hiko kimekamilika na kinaanza kutoa huduma. Namba tatu, kupokea watumishi wapya kwenye kada mbalimbali mbali, kwa mfano u, kada ya elimu tumetumia tumepokea watumishi 27, 7 kada ya afya watumishi sita, idara ya mifugo watumishi wawili, maendeleo ya jamii mmoja, pamoja na watumishi watatu idara ya utawala. Namba nne, kupokea pikipiki kwa mtendaji wa kata, afsa elimu kata, afsa kilimo kata, afsa afya kata, pamoja na pikipiki iliyopo katika zahanati ya Chunguruma. Hii imerahisisha maafisa husika kuwafikia na kuwahudumia wananchi kwa urahisi na pia kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma. Namba tano, kujenga vyanzo vya maji na kusambaza maji hayo ambapo jumla ya shilingi milioni 99 milioni 90 zimetumika fika katika vijiji vyote vitatu na vitongoji kumi na mbili vimefikiwa, ambapo vitongoji vitatu, kitongoji cha Manyagwa, Umwerani na kitongoji cha Simba, tayari upembuzi ya kinifu yaani survey imeshafanyika na vipo katika hatua ya mwisho za kufikiwa kwa huduma hizo za umeme. Namba sita. Namba saba mikopo ya asilimia kumi kwa wanawake vijana na walemavu ambapo jumla ya shilingi milioni themanini na tano mia nane themanini na nane zimegawiwa kwa vikundi nane vya kata ya Ndagoni namba nane wakulima wa korosho kupata na kupokea pembejeo bure namba tisa wakulima wa msimu kupata mbolea kwa bei nafuu Namba kumi upatikanaji wa dawa za ruzuku kwa wenye majosho kwenye majosho. Namba kumi na moja kupokea fedha za kujengwa vyoo katika shule ya msingi Ndagoni ambapo milioni thelathini na mbili na mia tisa zimepokelewa na zinaendelea na ujenzi, lakini shule ya Chunguruma pia imepokelewa shilingi milioni thelathini mia tisa arobaini tisa 9 pia Tumbuju tumepokea shilingi milioni kumi za ujenzi wa tundu nne za vyoo kutoka mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya pamoja na shilingi milioni thelathini na nane mia tano tisini na moja themanini na tano ambazo zimeingizwa kwa ajili ya kujenga choo katika zahanati ya kijiji cha Ndagoni. namba kumi na mbili kupokea shilingi milioni hamsini ambazo zimeshatumika kujengea nyumba ya walimu nyumba mbili kwa moja katika shule ya msingi Ndagoni namba kumi na mbili. Kushuka kwa gharama za leseni kwa wachuuzi wa samaki kutoka shilingi elfu kumi na tano hadi shilingi elfu kumi na mbili sambamba na upatikanaji wa mikopo ya mashine za boti kwa wavuvi pamoja na boti ya uokoaji inapotokea dharura. Namba kumi na nne, jumla ya shilingi milioni mia saba ishirini na tisa mia moja ishirini na mbili mia sita kumi na tano zimetumika kujenga barabara bara saba kwa kiwango cha changarawe na shilingi milioni thelathini na tano mia mbili kumi na sita zimetumika kutengeneza barabara kuweka karavati. Naomba kuwasilisha.